Zinapatikana katika maeneo ya machinjio ya Vingunguti, na baada ya hapo tukishazipata katika machinjio ya Vingunguti, tunazisafisha kwa kuzitoa mafuta yake. Baada ya hapo tunaziweka juani zinakauka. Bei ya kuuza kwa kilo wage na elfu kumi na moja hadi elfu kumi na mbili kwa kilo moja tunauza kwa China, na zinatumika special kwa op op operation ya nyuzi za vidonda. Simu wa mvua zinasumbua kukauka, kwa saizi kama mvua hakuna, zinatumia ndani ya muda wa siku saba.